Mwanza ambapo mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM Dr. John Magufuli amesema mara baada ya kupata ridhaa ya kuiongoza nchi atahakikisha jiji la Mwanza linakuwa kama Geneva ya Afrika kwa maendeleo, kutokana na jiografia jiji hilo kupakana na nchi za Afrika Mashariki. Dr. Magufuli amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa jiji la Mwanza katika siku yake ya kwanza kampeni ya mikutano ya kampeni mkoani humo. Jafar Yani kutoka Mwanza ana taarifa kamili. Itakuwa ni hujuma kubwa kutotaja eneo la kanda ya ziwa iwapo nazungumzia siasa za humu nchini. Eneo la kanda ya ziwa likiwa na asilimia kubwa ya jamii ya Wasukuma ambao pia ni miongoni mwa jamii zenye idadi kubwa zaidi ya watu humu nchini, hatua ambayo inaifanya sehemu hiyo kuwa na mvuto wa aina yake kisiasa. Mwanza, kanda ya ziwa, magharibi mwa Tanzania, mkoa wa eneo kuu la 30 nchini kusabahiwa na kampeni za mgombea urais wa CCM Dr. John Magufuli, zikiwa zimesalia takriban siku saba kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu, maelfu kwa maelfu ya wanamwanza yakajitokeza katika viwanja vya furahisha na kumkumbusha Dr. Magufuli enzi zake mahali hapa, kisha kaanza kazi iliyomfikisha hapa. Mosi, na nataka liwe jiji la mfano kwa sababu Mwanza hata kijiografia imepakana na nchi za jirani. Ukienda upande ule, kuna DRC iko jirani, kuna Rwanda iko jirani, Burundi iko jirani, Uganda iko jirani, Kenya iko jirani. Nataka hapa Mwanza kiwe kituo kikubwa cha biashara kwa ukanda huu wa ziwa, na nataka niwahakikishie hilo, ntalisimamia. Pili, nataka niwaahidi, na hili naliahidi hapa hapa, tunataka tuweke mpango wa kuhakikisha katika siku zijazo tutengeneze daraja la kutoka Kigongo hadi Busisi, daraja la kutoka na tatu, wakaahidi kutimiza ahadi ya serikali ya awamu ya nne ya kununua meli zitakazo hudumu katika ziwa Victoria. Nataka niwahakikishie nitakapoingia tu madarakani, na kwa vile maandalizi yote na prosesi zote zinaendelea, tutanunua meli na ikiwezekana hatutanunua meli moja, tutanunua meli mbili kubwa kwa ajili ya kuopareti katika ziwa hilo. kila uchao mikutano ya kampeni ya CCM inaendelea kuwavutia idadi kubwa ya wananchi kusikiliza sera zitakazobadili maisha yao. Jafari Haniu, TBC, Mwanza.